tajibu swala utapasa, utapasa swala utapasa kuswali ala kulli muslimin kuna mlaimu jua kila Muislamu balihin alebalehe mwenye akili kwa ale harika aletharika. Falakadha ala kafirin asli, hapana kulipa swala juu ya kafiri asili ila almurtada ila kafiri murtadi, kafiri murtadi murtadi akirudi kwenye Uislamu atalipa swala alizoziacha. Naelewa maana murtadi, pia mm-hmm. ni kafiri ni, ni, ni, nusu sawa. wala sabiin wala haidhin wala majnun, vilevile halipi swala mtoto mdogo akijakuwa wala mwenye hedhi wala mwenye nifasi wala mwenda wazimu, illa almurtada, isipokuwa murtadi atakuja lipa swala murtadi, eh? wala la mughma alaihi, wala halipi swala mtu aliozimia, ila sukurana lmutaadi bisukurihi, isipokuwa mlevi mwenye kukusudia kwa uko kulewa kwake, amelewa kusudi, mwenye mwaka mpya endalewa. Basi huyu akipotokwa na akili zikimpita swala atakuja kuzilipa, tembo likitoka. Lakini umeleweshwa bahati mbaya, ukalazimishwa mpaka ukalewa, ah, kujipi, eh? wajibu alalwalii, kutapasa juu ya walii wa sayyidi na bwana, kunapasa nini, amruswa bihi almumayyiz biha, amwamrishe mtoto mdogo anayepambanua swala, ajua kuswali, ajua nini swala, amwamrishe lisabi sinin, akiwa na miaka saba, wadharibuhu, na kumpiga aa ala, yaani ala tariki salati ashiri, akiwa na miaka kumi ampige, naelewa wa idha balagha sabiyu, na atakapofika mtoto mdogo, au afaka, au alitopoko almajunun, mwendo wazimu, au ilmuhu ma alayhi, au yule mwenye kuumiwa, au aslama alkafiru, au alislimu kafiri, au tohrati lhaidu au nifasa, au alituharika, alokuwa hedhini au alikuwa katika nifasi, sawa kabila huruji lwakti kabla ya kutoka wakati wa swala, walau bitakbiratin, ijapokuwa takbira moja, yote jawabu lake. Wajaba lkahau, utapasa alipe, bisharti bakai salamati min almawani, kwa sharti ya kusalimika ya kubakia kusalimika min almawana na vizuizi, bikadhiri mayasa uswalata waswa, atwaharata waswalata bikadhiri maa, kwa kiasi ambacho lumuda, uliobakia yasautwahara, unakunukia mtu kujitwarisha, wa swalata, na kuswale. Ntaparudia hapo. Waidha balagha swabiyu, atakapobalehe, maana amefika arika la kubalehe, mtoto mdogo wa kiume tena, au afaaka almajununi, au alitopokwa, mwenda wazimu au ilmughma alaihi, maana kutopokwa, mana fahamu zimerudi, au mughma alaihi ule wa aliozimia, alafu fahamu zikarudi, au aslama lkafiru, au alisilimkafiri au tohrat lhaidu, au alitwaharika mwenye hedhu au nifas, kabla huruji wakati, kabla kutoka wakati wa swala, swala la alasiri inakwenda paka karibu na magharibi, ndoatoka muda hujatoka hupo saa kumi na moja na nusu. Umeelewa walau bita kibira ijapokuwa ni muda ambao nikijita kibira tu palepale. Wajabarka Allah kuna pasa, kuna lazimu alipe. Kwanini bisharti bakaa isalamati min almawani, lakini kwa sharti ya kubakia kusalimika na vile vizuizi vya swala. Bikadhini maa, kwa kiasi ya muda ambao umeelewa, swala iliyokuja kabla yake injumia, hatimaha zikikusanyika pamoja na hiyi ambayo amekuta katika wakati wake Bisharti salamat mn almawani, kwa shati ya kusalimika na viwizi. Qadira lhaida nini fardhaini, kiasi ya faradhi mbili, tahara na kujitoharisha. Masala mengine, walau juna lau alipata wazimu, meelewa? au halat au aliingia idini hii. Wazimu ni mume na mwanamke au halat, maana imepwotea taanithi, mwanamke peke yake au uhumi alayhi au alihumia maelewa, mwanamume na mwanamke. Auwala la wakati, mwanzo wa wakati. Wajaba lkadau kutapasa kulipa imala kadhuru lfardhi kikipita kiasi cha faradhi. Maatuhurin pamoja na tahara. Ilam yakun takdimu, ikiwa hakuna kuitanguliza. Ilam yakun endapo hakuna takdimu kuitanguliza awal waqti dhuhuri zawalu shamsi, na mwanzo wa wakati wa dhuhuri ni kupenduka jua, kupenduka kutoka huku kwenda huku, kupenduka jua. Wa akhiruhu masiru dhilli kulli shay'in, na mwisho wake ni kuwa kivuli cha kila kitu mithlu, mfano wake. Ghaira dhilli listiwa'i, isokuwa jivuli la istiwa'i. Jivuli la istiwa'i, katikati ya jua, wana kama la, la kudanganya. Wanaona kuna jivuli, jivuli lile jivuli silo lile, naelewa Wala inasala dhuhuri waktu fadilati, wakati ambao ni bora zaidi kuswali wakati ule. Awalahu, mwanzo wa muda wa dhuhuri eh. Thumma ikhtiyar, kisha wakati wa khiyari. Ila akhirihi waqtu dhuhuri dhuhuri, wa wa ila, mpaka mwisho wake. Wakati al-asr al-asr, ila akhirihi, mpaka mwisho wake. Awwal waqti al-asr, na mwanzo wakati wa salati al-asr. Wa in wa zada kalila, kazidi kidogo kijimuda kidogo, kutoka dhuhuri na kuzidi kidogo ana yani saa aa tisa tisa kama na dakika kumi hivi, waktu fadila. Na fadilatun alasiri, rakane fadilatun waqti fadila, wakati bora zaidi kushali o aaa awalahu manzwa waqtiya na wakti ikhtiyari ila maswiri dhilli mithlay, mpaka kuwa kivuli mifano miwili. Ina mzee waona wawili wale pale alasiri ndo esha hiyo ya ingia maharibi thuma jawazi, kesha kuna wakati jawazi, ila spirali mpaka kuwa kule juu huko, manjano manjano, magharibi ile afikilia alofunga, anza kutamani tamani tende, karaha, kuna wakati karaha, huo ndio mbaya zaidi ila ahiri, mwisho mwisho pale mtu si vizuri kukaa mpaka huko. Na mwanzo wa magharibi ni kwa kuzama jua, wa awalul magharibi bilghurub wayabka itabakia maharibi hata ghiba shafakul ahmar, mpaka yapotee mawingu mekundu. Huwa awal wakti lisha, na ndio wakati wa mwanzo wa swala ya isha. Wala walaha thalathat awqat, hiina nayoisha nyakati tatu sawa. Waktu fadila ni wakati ule bora au wala hu ni ule mwanzo wake. Thumma ktiar isha wakati wa khiari ila lumpaka thuluthi, thuluthi laili saa sita huko tuenda huko mpaka tisa sawa. Thumma jawazi, kisha kuna wakti jawazi ila alfajiri swadiki mpaka alfajiri ya kweli, wa huwa almuntashiru. Alfajiri ya kweli ni ipi? Ni ile inaochambazika, inaochambazika, meelewa? La, huhu mwangaza wake meelewa muhtari wan, kwa upana upana, bil ufki, kwenye pambizo za mbingu wa awal wa wakti subuhi, mara nyingi inakuwa ndio wakati wa mwanzo wa swalati subuhi nao waanza kuingia. Eh, wakati subuhi nao na nini, wala ha ina subuhi arbaatu, au wakati, nyakati nne. Eh, akitoka huyu anaingia huyu. Wakati fadhila, kwanza ni wakati ule bora kuswali. Huo ni ule awala huu, wakati wa mwanzo thumma ikhtiyari, kisha wakati khiyari ila lisfari mpaka kwa mawingu meupe meupe thumma jawazi. Kesha ni jawazi ila nini, kumbra mawingu yanakuwa mekundu mekundu, alfajiri unaenda zake, maana jua lile takalianza kutoka. Thumma karaha, kesha ni wakati makuruhu ambao haufai vizuri, eh, watu wana swala, lakini ni makuruhu, unamudhi Mungu kuswali wakati huo wa yakuna, tasmiyatul mahri bi isha, na ni makuruhu kuita mahri ukaita isha. Walisha umeelewa, hata ma na isha ukaita hata ma. Hata ma ni usiku mwingi au kitambo kidogo katika usiku mwingi. Wa wayukrahu naumu kabla animakuruu, kulala kabla isha. Walahadithu baadaananimakuruu, mazungumzo baada salatu isha. Vizuri ukalale, kama una ibada, ila fi khairi haja ila fi khair, ila katika mazungumzo ya khairi, ndio mwapeleka posa, mazungumza we <coughs> na mke wako, mpanga mpango wenu, au haja haja, na na wanao mazungumza mpango ya maisha wa afdalul amal, na bora ya matendo kufanya wakati wa usiku na mchana. Afdalul amal, bora ya matendo ya Muislamu as-salatu awwal al-waqti, ni kujidai kuswali mwanzo wa wakati, kila swala swali katika wakati wake wa mwanzo. Wa yasulu dhalika, linapatikana hilo, bi an yashtaghila, ni kujishughulisha mtu bi asbabi salati, na sababu za swala hina dakhala alwaqtu wakati umeingia, ule wakati wa nini? Wakati wa kuswali wa eh. yusanu ta'khir, na kuna sunniwa kuichelewesha swala an awwal alwaqti, wa kuepusha na wakati wa mwanzo liibradi bidhuhuri laljuma, kwa ajili ya kupoza kuna joto kali kama sasa hivi Tanga, ukafanya hivyo uipoze yule jua kama swala ya dhuhuri lakini dal juma aljumasi aljuma aljuma, atakiwa iswaliwe mapema vile vile, kuna jua kuna joto, lakini swala ya dhuhuri kechelesha. Okay, ukafika kwenye saba na nusu na kasoro, fil hari bil baladil hari, katika kwenye joto wakati kwenye miji ile ya joto, fil fil hari hari, wakati wa joto bi baladil hari pamoja na ukiwa kwenye miji ya joto liman yusalli jamaatan, na kwa ule ambayo jamaa jamaa, tupumzikeni tusubirini, jua kali, tupata mapresha fi mawdhi baidi ana swala nini? Swala dhuhuri, mahala pa mbali tena, mji ambao una joto kama Tanga, kisha wenda swali, chumba geni, mwenyewe. Ni imamu mwenyewe au mwenyewe, unawapenzi, kuna jamaa kubwa kule. Hapa katika mna misikiti yenye jamaa kubwa meza mkatelewesha ila husuli dhilli pa kupatikana kivuli kivuli kidogo kadema dema kwenye mijohoro mijohoro mbaraza ya watu au kafika kuchumba gene eh? Walimanta yakana safa sata rata na ambaye ameyakini kupatikana sutra sutra maelewa akhir alwakti mwisho wa wakati, ae saka subiri mwisho wa wakati, wa wakati kutakuwa kidogo kuna kivulivuli roba. Si hatuna msikiti tuswali kwenye jangwa tu. Tusubirini mwisho mwisho, ndipo tutakuwa na kijivulivuli eh? mweza mkafanya, walimanta yakana al-jamaa akhirahu, na ambaye anayakini kwamba mwisho wa muda atapata jamaa kweli. Wanafunzi watamta wako darasani saa hizi, lakini saa kumi na nusu mara nyingi washatoka mstarini, tapata jamaa kubwa pale tamta Masjid Irshad. Waweza ukenda ukachelewa, lakini lengo upate jamaa kubwa, kisha inaswalishwa na imamu anayejua kuswalisha wezi wakafanya hivyo katoka zako huko ukaja kutamta, ukasubiri alaasiri ile saa kumi na nusu. Wakadha lau dhanna na lau alidhania mtu walam yafushu taakhir, na hakukuwa vibaya walam yafushu taakhir, hakukuwa vibaya kule kuchelewesha, hakuna neno. Umeelewa? Wakadha lau dhanna, na vile vile lau mtu alidhania kwamba mwisho wa wakati, lakini nitapata jamaa Wala miafushu taakhiraf, hakukuwa vibaya kule kuchelewesha ana neno. Walil ghaimi, na kama kuna mawingu vile vile za akachelewesha, hata yatayakana alwaqti, mpaka ayakini wakati ni upi, au yaghfa alfawat, au akaogopa kufuta swala umeelewa? Ndio sheria inavyotuambia kwa maswala rakaa fi alwaqti na, na mwenye kuipata akaswali rakaa moja katika wakati sahihi, wakati ule ule umeelewa Wameeleka vizuri. fai ya adau, swala hiyo itakuwa ni adau, sio kadha. Mfano, umechelewa alasiri, imekwenda imekwenda mpaka imefika sasa, ni ule wakati ambao ni wakati karaha, lakini bado ni wakati wa alasiri, ukaipata rakaa moja, rakaa tatu ukazipata nje ya wakati wa alasiri, inaitwa ni adau, sio kadha, sawa. Auduna, ambaye atapata swala chini ya rakaa moja, yani rakaa haikufika wakati, pale pale umekatika wakati, wa laasiri umemalizika, hiyo inaitwa nini kama sio adaa? Umelipa ni deni. Kwa wayahrum tahiruha, na kuna suni ya kuichelesha swala ila anyakaa ba'daha kharijahu wayarum, nani haramu, havifai tahiru ha kuichelesha swala ila anyaka mpaka ikapelekea ituke swala baadhuha, baadhi ya swala kharija, nje ya wakati ni haramu. Sasa havifai waislamu kufanya hivyo, wakaa mwenyewe kwa ukubwa ukubwa tu mpaka muda wa swala umepita. Meelewa hivi? Havifai. una kazi yako, boda boda, upakize waabiria, ukwe, afu kuimamu mpaka muda wa swala wapita sala apita. Hivi vibaya bwana, havifai. faslu Waman jahila lwakta, na mwenye kujingika asijue wakati. Akhadha bikhabari thikatin, atakamatana khabari ya mtu anayetegemewa. Yuhbiru, atakayetoa khabari. Ani ilmin, kupitia ilmu, ajua ni mjuzi anayo ilmu. Lmikati, ajua wakati za swala. Waman jahila lwakta, na ambaye amejingika ajui wakati Aghadha bi khabari thikatin, atakamatana na habari ya mtu mwenye kutegemewa. Yuhbiru, atakayetoa habari mtu huyo. Ani ilmi, kupitia ilmu. Au adhani muadhini, au atakamatana na adhana ya muadhini. Au adhan au, au atakamatana na adhana ya muadhini ya muadhini. Au siyahidi kin mujarrabi, au kelele wa jogoo lenye kujaribiwa. Au siyahidi, au kelele wa jogoo mujarabi jogo ambaye amejaribiwa, kwamba akiwika jogo huyo mara nyingi ni saa kamili, akiwika jogo wangu huyu mara nyingi ni saa kasoro, akiwika jogo mara nyingi ni saa na nusu. Umeshamzoea, umeshamjaribu hivyo. Fa ilam yajidi, asipopata hivyo ijitahada, atajitahidi bikira, kwa kisomo roba kawaida, nikisoma juzuu zangu tano mara nyingi lisaa limefika au hirfatin au kazi au nahawi dhalika, au mfano hayo. Wayataghayyaru al-ama atahiyari, kipofu baina taklidi thikatin, baina ya kumfuata, kumfuata mtu mwenye kutegemewa na kujitahidi walijtihadi. Wayataghayyaru al-ama atahiyari, kipofu baina taklidi thikatin, kati ya kumfuata mtu anayetegemewa kwa ilmu, walijtihadi na kujitahidi mwenyewe ataswali eh, ansazasa atasaliaski faita yakana salatahu kabla alwakti, ikiyakini swala yake kabla wakati ka Allah, atakuja ilipa uo bi almubadaratu bikadailfaita, na kunasuniwa kwa mtu yoyote afanye haraka bikadailfaita kuzilipa swala zilizofutu kwa yustahabu ni sunna kwa muislamu wote, almubadaratu kufanya haraka kuvumburuka biadaifaazilia swala zilizofutu pia, watakidimiana kuzitanguliza swala zilizofuta alalhadira kuliko ile ya sasa. Wadaiwa dhuhuri sasa, ni wakati alasiri umefika, alasiri anza kwanza elzuri ya sasa, maana dhuhuri alasiri bado atake upo alati swala ambayo la yakhafu fautaha, hata haogopi kuifutu nayo alasiri ndio imeingia sasa, muda wake ni mrefu, haitafutu amna neno. Anza ile anzaile kawa, alafu alau ada, lakini nao umeikumbuka ule wakati eh, hapo kazi wa na endapo katika raha alasiri itakwisha, ajapoogopa kufutu jamaa pia katika muda huo, lakini una qadha, ilipe hiyo kwanza Halafu ile jamaa hata kama utaikosa, Bana una deni, limalize ile deni ndio ukimbilie hiyo ya sasa. Hata kama ile jamaa una wasiwasi, utaikosa, pana. Ikose. Wewe ni wakukosa na tabia zako kuchelewa chelewa. Wajibul mubarak muda badala na kuna pasa kufanya haraka bikalla il fa itakuzilipa swala zilizofutu infa tatu ikimfutu swala hiyo li ghairi udhri, basi na udhuru wa kisheria. Kama una udhuru wa kisheria basi afadhali Twende tumalize oh. Cho. Basulun hmm? hmm? hmm, taharumu swala ni haram kuswali fi ghairi harami maka katika iso kwa haram maka, tahrumu swalatu ni haram kuswali fi ghairi harami maka katika iso kwa haram maka wakta tului shamsi, ukaswali wakati jua la chimbuka. Wale analala sana alfajini mpaka swali swala idi wenyewe aliju juu kiasi cha fumo pale, si vizuri mtu kuswali wakati istiwa. Vile vile ni haramu kuswali wakati istiwa, wakati jua limeningana sawa sawa, ila yauma aljuma, isipokuwa siku ya juma haina neno, hata atazula mpaka alipondoke ile jua, kama ni adhuri, ya siku nyingine yoyote ndio sawa, ha? Wakati alisfirari, na wakati wa isfirari jua likiwa manjano pale ndio Naanza sasa magharibi ya changanya changanya sasa pa. Hata taharuba mpaka jua lizame sasa, ndio swali baada salati subuhi na baada salati subuhi ni haramu kuswali swala yoyote isipokuwa swala za sababu, swala jeneza, tatulu hata, hata mpaka lichumbuke lile jua. Wa baada salati al asri na baada salati al asri hata taharuba mpaka jua lizame magharibi. Wa yarum fiha, yani haramu katika nyakati hizo, ma swala ambayo, wala yahrum, wala si haramu fiha, katika nyakati hizo, ma si haramu swala ambayo lahuu sababun, ina sababu, swala ya jeneza. Umeelewa, ghairu mutaakhirin anha, sababu ambayo si yenye kucheleweshwa kuepukana na wakati huo, maiti itaoza tukaizike, kafaita, kama swala ya kuuu wakusufi na kushikwa jua na mwezi wa sunati wudhu na suna udhu, wa tahiyati masjid, ndo umeingia hapo msikitini swali swala nako sawa. Wa sajida tilawa na sijida tilawa, soma Qur'an umefika sehemu ya kusujudu sujudi, hata kama sio wakati wa swala. Wa shukuri na sijida tushukuri, i lam yaksid taakhiraha, endapo hata kusudia kuichelewesha, ilaiha mpaka afike wakati huo uliuswalia, ili aswali fiha, katika wakati huo hizo ambazo zina, zina, sababu nazo usikusudi, kwa anafanya kusudi paka nipate wakati huu a a itokee hiyo sababu tu. wa yaru malaha sababu na ni haramu zile swala ambazo zina sababu mutaakhir, sababu ya kuchelewesha anha kuepushwa na wakati huo. na salati ni istihara, kama swala ya kuomba khairi, una lazima hiyo kuomba khairi yako usubiri wakati jua wa lachimbuka ndio kaomba khairi, hii haitakiwi ufanye. wa rakaatil ihram na rakaa mbili za kuilimia waswalati na kuswali idha sa'ila alkhatibu alminbar, pale atakapopanda hatibu kwenye mimbari, sio vizuri eh, illa tahia, isipokuwa swalatu tahiyata almasjid. Hata kama hatibu yuko juu ya mimbari, piga tahia yako, haina tatizo. Eh, lakini umekaa pale, hatibu kaingia, hatibu apanda mimbari tu, wewe usikize hutuba. Ambao wasimama swali sunna ili jamaa, haitakiwi eh, haifai, haitakiwi, elewana Mm -hmm. Namaliza kwa swalati na kuswalila saida lkhatibu lmimbara, ila tahia isipokuwa tahia til masjidi rakataini, illam yakhsha, endapo hatuogopa fawata takbira kufutu kuikosha takbira til ihram, takbira ya kuirimia ni vizuri, watakiwa pale Imamu akimaliza kuilimia tu, na wewe uelimie swala yako. Kwa kama uto futu pale, hakuna neno, swali taia tu masjidi yako oh. Alafu mfuate hatibu amalize nini, hatibu uweze kuswali. Wallahu alam bisswab, walhamdulillahi rabbil alamin. Nafikiri nimeeleweka. Kama kuna tatizo, simu zangu ziko wazi kwa ajili ya Waislamu na Uislamu wa nimejitoa sadaka mimi kwa Uislamu huu na umasikini wangu na chote nilichokuwa nacho, muda wowote wa wakati wote nipigiwe simu nitajibu swali hilo, lakini napenda kupigiwa simu nijibu swali, lakini ukutuma message sitakujibu, sijibu message mimi. Kwa majibu maswali, masala ya message sitajibu. Nipigie simu nikujibu, tumalizane hapo hapo. Ni hivi ni hivi. Sipajui nitakwambia ngoja nikatwalii nikujibu. Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.